Udhaifu, kifungu cha kupata uzuifu wa nguvu za Mungu. Na miujiza iliundwa na ukosefu, watakatifu wapendwa. Je, wewe ni mwandishi na mhadhiri maarufu anayuzwa zaidi? Je, umewahi kusoma kitabu cha Profesa Lee Guk-jong, Golden Hour? Kitabu hiki kina ukweli wa dawa ya kiwewe katika nchi yetu na maisha ya kujitolea ya profesa huyu. Profesa huyu aliokoa maisha ya watu wengi hata katika mazingira duni, nilichanganyikiwa na nimechoka mara nyingi wakati wa machakato huo. Wakati mwingine unaweza kuwa umejisikia dhaifu na mdogo, ukifikiri, je, hii ndio tu ninaweza kufanya? Lakini nadhani moja ya sababu kwa nini hadithi hii ya profesa inatuhusu sana, nadhani ni kwa sababu ya nguvu ya kutokata tamaa hata kukiwa na mapungufu na mapungufu kwa kushangaza, udhaifu wake ulimfanya kuwa na nguvu zaidi. Tunaona kwamba neema ya Mungu iliongeza juhudi zake na mambo ya miujiza yakatokea. Neno tutashiriki leo 2 Wakorintho 12, ni hadithi ya Mtume Paulo. Paulo alikuwa mtu mwenye uwezo na bora kuliko mtu mwingine yeyote, lakini pia alikuwa na mapungufu kama profesa wetu wa kigeni. Hapana, labda alikuwa na huo udhaifu ambao sisi sote tunao na kupitia udhaifu huo, andiko la leo ni hadithi inayoonyesha jinsi nguvu za ajabu za Mungu zinavyofunuliwa. Eneo la Korintho lilikuwa mojawapo ya majiji tajiri zaidi na yenye maendeleo ya kitamaduni katika milki ya Roma wakati huo, lakini wakati huo huo, palikuwa mahali penye mkanganyiko mkubwa wa kiadili na mahali ambapo ibada nyingi za sanamu zilikuwa zimeenea. Kanisa la Korintho lilianzishwa kwa mahubiri ya Paulo, kwa ndani kulikuwa na mwelekeo wenye nguvu kuelekea ugomvi wa vikundi na hekima ya kilimwengu. Katika hali hii, Paulo anatetea utume wake. Alipaswa kuwaonyesha watakatifu njia sahihi ya imani, lakini Paulo alikuwa na maumivu yasiyoelezeka, mwiba katika mwili. Sina hakika kabisa mwiba huu ni nini, lakini labda ilikuwa ugonjwa wa kudumu au ugumu fulani ambao ulikuwa ukimsumbua kila wakati. Paulo aliomba kwa bidii kwa Bwana mara tatu ili kuondoa mwiba huu. Ni kana kwamba tunakabiliwa na matatizo magumu maishani, ni kama kuomba Mungu, tafadhali ondoa tatizo hili.